Hili ni tukio la kihistoria ambalo si tu kwamba linaongeza uwezo wa kutoa huduma ya zimamoto na uokoaji kwa haraka na ufanisi, bali pia linaonesha mshikamano wa kweli kati ya sekta binafsi na sekta zilizo chini ya serikali katika kuhudumia wananchi kwa kulinda maisha pamoja na mali zao. Ndugu katibu, naibu katibu mkuu Wilaya ya Ngara ni mojawapo ya wilaya muhimu kijiografia na kimkakati. Ni lango la kuingia na kutoka kwa nchi jirani ya Rwanda na Burundi kupitia mipaka ya Kabanga na Rusumo, na kwa sasa shughuli za kiuchumi, kijamii na ujenzi wa miundombinu ya maendeleo zinaongezeka kwa kasi kubwa. Changamoto za majanga kama moto na ajali mbalimbali zimekuwa zikihitaji vifaa vya kisasa na vya uhakika ili kuokoa maisha ya wananchi wetu. Hivyo basi, ujio wa gari hili ni ukombozi mkubwa na ni ishara ya matumaini kwa jamii yetu. Kwa niaba ya kamati ya usalama ya wilaya, napenda kuhakikishia kuwa gari hili itatumika kwa ufanisi kwa kufuata taratibu zote na tutahakikisha linafanya kazi kwa masilahi ya wananchi wote bila ubaguzi. Tanzania tunashukuru tuna kutumika ku, na nyie kuleta hii gari ya kizimia uh, moto and uh, we just hope that uh, tutaendeleana uh, na zingine aktiviti za CSR uh, so that at uh, tusikue tuna moja tukuwe na zingine uh, so, Commissioner Happiness Francis Shirima, ni kamishna wa Operation, jeshi la zimamoto na uokoaji. wanathamini huduma zinazotolewa na jeshi la zimamoto na uokoaji mtambo huu utaliwezesha jeshi letu kusogeza huduma zake karibu zaidi na wananchi hapa wilayani Ngara pamoja na kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yetu ya kila siku. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaahidi kuutunza ili uendelee kuwa msaada kwa wakazi wa wilaya ya Ngara na mradi wa Rusumo kwa ujumla wake. Mheshimiwa mwenyekiti naomba kutaarifu kuwa jeshi la Zimamoto na Uokoaji linashiriki kikamilifu katika miradi yote miradi mbalimbali mbali ya kimkakati na ya kitaifa katika kuhakikisha usalama wa miundombinu na uwekezaji mkubwa uliofanywa na Serikali. Aidha, tumetoa ushauri wa kitaalam kuhusu kinga na tahadhari ma ya majanga ya moto na majanga mengine katika hatua mbalimbali za utekelezaji wa miradi mingi. Nitataja baadhi: ujenzi wa mji wa serikali katika eneo la, jiji, eneo la mtumba jiji la Dodoma; ujenzi wa bwawa la bwawa kubwa la kufua umeme la Julius Nyerere Hydroelectric Power lililopo Rufiji mkoani Pwani; ujenzi wa reli ya kisasa SGR ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Hoima nchini Uganda hadi Chongoliani mkoani Tanga, ujenzi wa kiwanda, kiwanja cha ndege Msalato jijini Dodoma na upanuzi wa viwanja vya ndege unaoendelea kote nchini. Lakini pia tumefanikiwa kutoa ushauri katika mradi wa kufua umeme Rusumo. Hali ya upatikanaji wa huduma za zimamoto na uokoaji nchini, Mheshimiwa mgeni rasmi katika kusogeza huduma zetu karibu na wananchi, jeshi la zimamoto na uokoaji lina jumla ya vituo 83 mikoa yote Tanzania Bara. Kati ya vituo hivyo, vituo 59 vipo wilayani na vituo 24 kwenye viwanja vya ndege. Pia jeshi lina ofisi 73 za elimu ya kinga na tahadhari ya majanga ya moto na majanga mengine katika wilaya mbalimbali, lakini pia tuna vituo saba vya kutoa huduma mipakani. Aidha, jeshi la zimamoto na uokoaji linahitaji jumla ya vituo 237 katika wilaya na maeneo mengine, ili kusogeza huduma zake karibu kabisa na wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kujulisha kuwa pamoja na kuimarisha uwezo wetu wa kukabiliana na matukio ya moto na majanga mengineyo jeshi la zimamoto na uokoaji bado linaendelea na jitihada mahususi za kusogeza huduma zake karibu zaidi na wananchi kwa kujenga vituo katika maeneo mbalimbali mbali nchini vikiwemo vituo vinavyokidhi vigezo katika ngazi za mikoa pamoja na wilaya. Lengo letu ni kupanua wigo wa huduma tunazozitoa kwa wananchi kwa haraka na kwa urahisi pindi zinapohitajika, tukilenga zaidi maeneo yenye idadi kubwa ya watu shughuli nyingi za kiuchumi na huduma za kijamii Aidha, tunaishukuru sana Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa kuwezesha upatikanaji wa fedha za miradi mbalimbali mbali ya maendeleo kwa ajili ya utekelezaji wa huduma tajwa, uboreshaji wa huduma za zimamoto na uokoaji nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya kamishina jenerali wa jeshi la zimamoto na uokoaji Natoa heshima za kipekee kabisa kuishukuru sana serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa dkta Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu kwa mageuzi makubwa aliyoyafanya na anayoendelea kuyafanya kuliboresha jeshi la zimamoto na uokoaji. Maboresho haya kwa kiasi kikubwa yamesaidia kuliwezesha jeshi kutekeleza vyema majukumu yake ya msingi ambayo ni kuokoa maisha na mali katika majanga mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kipindi kisichozidi miaka miwili, jeshi la zimamoto na uokoaji limepokea na linaendelea kupokea vitendea kazi vya kisasa kabisa ikiwemo mitambo ya kuzima moto na kufanya maokozi katika maeneo mbalimbali mbali, kama vile kwenye majengo marefu, maeneo yenye kemikali hatarishi, maeneo ya misitu na mashamba, maokozi katika ajali za barabarani, maokozi katika ajali za majini, maokozi migodini, pamoja na huduma za ambulansi zitakazosaidia kutoa huduma ya kwanza kwa majeruhi. Vifaa vyote vilivyopokelewa, Mheshimiwa mgeni rasmi, vimegawanywa katika mikoa mbalimbali na vinaendelea kufanya kazi ya kuwahudumia Watanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, uboreshaji wa jeshi la zimamoto na uokoaji unaendelea na hadi kufika Disemba mwaka mwaka huu wa 2025, jeshi litakuwa limepokea mitambo ya kuzima moto na kufanya maokozi iliyosalia itakayopelekwa kwenye ngazi za wilaya, kwenye njia za reli boti za kisasa za kuzima moto zitakazohudumia kwenye mito mikubwa, maziwa pamoja na bahari. Na kubwa kuliko vyote, Mheshimiwa mgeni rasmi, jeshi la zimamoto na uokoaji litapokea helikopta moja kwa ajili ya kuzima moto na kufanya maokozi kwenye maeneo yasiyofikika kwa mitambo ya kawaida. Mheshimiwa mgeni rasmi, haya ni mageuzi makubwa kuwahi kutokea katika historia ya jeshi la zimamoto na uokoaji, Hivyo shukrani zetu haziwezi kuwa na kikomo, na hasa katika serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dkta Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio yote niliyoongea, lakini tuna baadhi ya changamoto ambapo tunaamini kupitia wizara zinaweza kufanyiwa kazi. Mheshimiwa mwenyekiti, bado tuna changamoto ya uchache wa vituo vya zimamoto na uokoaji ambapo tunatamani kwenye kila wilaya na halmashauri huduma zetu ziweze kufika lakini zifike kwa kiwango ambacho kinakubalika kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tuna uchache wa maafisa na askari, tunatambua juhudi, juhudi zinazoendelea katika kutupatia ajira lakini tunalifikisha kwako kama changamoto ambayo tumekuwa nayo kwa muda mrefu sasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tuna uchache wa fire hydrant. Kama unavyojua, magari yetu, mitambo yetu hii lazima maji yawepo maeneo mengi, ili mtu anavyoenda kwenye tukio la kuzima moto aweze kupata maji karibu. Mheshimiwa mwenyekiti, na hii ni changamoto ambayo imekuwa ikitusumbua muda mrefu. Hatua mbalimbali zilizochukuliwa kukabiliana na changamoto Mheshimiwa mgeni rasmi, kama jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunaendelea kutu, kuchukua hatua mbalimbali mbali kwa ajili ya kupunguza changamoto tulizonazo, pamoja na changamoto chache nilizozitaja. Kwa niaba ya kamishna jenerali, naomba kutoa shukrani za dhati kwa serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa jitihada ambazo imekuwa ikizichukua ili kuhakikisha kuwa changamoto zinazolikabili jeshi la Zimamoto na Uokoaji zinapatiwa ufumbuzi kwa wakati. Mheshimiwa mgeni rasmi, kufanikiwa kwa mradi wa, wa mkopo wa Adex, ambapo umesaidia kupunguza kwa kiasi kikubwa changamoto ya upungufu wa vitendea kazi iliyokuwepo kwa muda mrefu, kutokana na uhitaji mkubwa wa fire hydrant pia kwa ajili ya maji ya kuzima moto hasa katika ngazi za halmashauri na wilaya. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limeendelea kushirikiana kwa karibu kabisa na Wizara ya Maji katika kuhakikisha miradi inayotekelezwa inakuwa na fire hydrant. Aidha Mheshimiwa mgeni rasmi, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limeendelea kutenga bajeti kila mwaka kwa ajili ya ununuzi na matengenezo ya fire hydrant zilizoharibika. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia jeshi limeendelea kupatiwa fedha kwa ajili ya ujenzi wa vituo vipya na ukarabati wa baadhi ya vituo vya zimamoto na uokoaji katika maeneo mbalimbali mbali nchini. Taarifa ya mtambo wa kuzima moto utakao utakaokabidhiwa leo kwa jeshi la zimamoto na uokoaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, mtambo huu umenunuliwa kutoka kampuni ya Rosenbauer International ya nchini Austria kupitia mradi wa kuzalisha umeme wa Rusumo. Nimpongeze kwa dhati kabisa mkurugenzi mtendaji wa Rusumo kwa kulishirikisha jeshi la zimamoto na uokoaji kikamilifu katika kila hatua za ununuzi wa mtambo huu ikiwa ni pamoja na upatikanaji wa specification. Nashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutoa support au kuendelea kuisaidia jeshi la zimamoto na uokoaji kwa vifaa mbalimbali lakini vile vile kwa kuongeza ajira kwa kuajiri askari wa kutosha ili kuweza kukabiliana na majanga mbalimbali. Nawapongeza pia jeshi la zimamoto na uokoaji kwa jitihada kubwa sana ambazo mnaendelea nazo za kuboresha huduma zenu, lakini pia na shauku kubwa mlionayo ya kuwafikia wananchi kwa kuanzisha vituo kwenye wilaya mbalimbali. Nawapenda kuwataka kwamba juhudi hizi ziongezeke ili katika kipindi kifupi tuendelee kufika katika maeneo mbalimbali katika, eh, katika vifaa ambavyo vimeendelea kutolewa na serikali kwa jeshi la zimamoto na uokoaji ili waweze kuhudumia wananchi. Upatikanaji wa mitambo mbalimbali imewezeshwa na serikali yetu pamoja na magari na boti za uokoaji na helikopta kama ambavyo vimesikia taarifa yote, hii ni kuwezesha huduma ziweze kuwakaribia zaidi wananchi. Tumesikia kwamba serikali imeweza kupata mkopo wa dola za Kimarekani milioni mia moja ambazo mkopo huo umewezesha kuweza kununua mitambo pamoja na vitendea kazi mbalimbali kwa ajili ya jeshi hili la zimamoto na uokoaji. Huu ni mradi wa kihistoria ambao haujawahi kuonekana katika nchi yetu, ambapo tutaweza pia kupata vifaa hivyo, miongoni mwao vimeshaanza kuwasili. Tumeweza kupata tayari mpaka sasa mitambo ya kuzimia moto ya aina hii ya kisasa kabisa ipatayo mia moja hamsini na mpaka sasa imi, hivi imeshafika e, mitambo hamsini na imepokelewa katika wilaya mbalimbali mbali, pamoja na mikoa mbalimbali mbali. Bado mitambo mia moja ambayo itakuja ipo jiani na kwa wilaya yetu ya Ngara, mbali ya mtambo huu, tutaweza kupatia pia mtambo mwingine. Kwa hivyo wilaya ya Ngara peke yake itakuwa na mitambo miwili. Nimeambiwa kwamba nimeambiwa kwamba wilaya hii ina idadi ya watu ipatayo laki tatu na themanini na tatu elfu kwa hivi tunaamini sana kwamba kuwa na mitambo miwili ya aina hii itapunguza sana changamoto ambayo ilikuwepo katika wilaya hii ya kufikia wananchi katika huduma hii ya uokoaji na kuzima moto. Kwa maana ya kwamba tutakuwa na mitambo miwili, ndani ya miezi michache kutoka sasa, huo mtambo wa pili utaweza kuwasili katika wilaya hii. Na Mheshimiwa mkuu wa wilaya, endapo nitakuwa na nafasi, na mimi pia nitaweza kujumuika kupokea mtambo huu wa pili. Ninawapongeza sana katika kushiriki kwenye utoaji ushauri wa kitaalamu jeshi la zimamoto na uokoaji katika miradi mikubwa ya kitaifa. Na kuona kwanza gari hii kwa wilayani, kwa kuwa majanga ya moto ya siku nyingi yanakuwaga yakifanyika yakitokea, kwa mfano Rusumo, iliwahi kutokea Rusumo hapo. Aisee, ilikuwa ni shida sana kubwa, mpaka tulipata ndege msaada nchi jirani kuja kutupa msaada pale, ilikuwa ni janga kubwa sana. Lakini kwa kuwa gari hii tayari iko wilayani, hata wakazi wa Ngara tunao furaha sana kufurahia hii gari ya zimamoto, kwa kuwa hata jambo lijitokeza la moto, msaada upo. Ni nini serikali ikiboresha kutokana na hizi huduma za zimamoto na uokoaji? Serikali tunaiomba iweze kuboresha kukuwa tayari hii gari iendelee kuwa imara kabisa, kwa huduma hii isimame. Rudia majina, majina. Naitwa Yusufu Paulo, ni mkazi wa Ngara mjini, kitongoji cha Mkijama. Ni mmejipangaje sasa kushirikiana na jeshi la zimamoto pale kutoa taarifa na wanapotokea majanga kama haya? Pale lolote linaweza likatokea janga la moto kutokea au janga lolote linalotakiwa kwamba zimamoto ihusike, na sisi wananchi wa Ngara tuko tayari kutoa ushirikiano.